Naam, mtazamaji wa Trend TV kwa wale watu ambao wanafuatilia Snapchat basi obviously watakuwa wamekutana na hii video ambayo inamwonyesha mwanadada Zuhura Zuchu. E, bwana bidada, sasa hivi anazidi kupendeza, Mashallah, anajistiri very cute. Au kama unavyotazama kwenye video ni e, kwamba Zuchu bwana ame make headline sasa hivi huko mitandaoni kwa mwezi huu hapa Ramadhani, ukizingatia pia kwamba katika mwezi huu bibi Zuchu ameamua kurudi nyumbani kwake na anaishi na mama yake kwa ajili ya Kupisha kwanza mwezi wa Ramadhani. Kwa hayuko karibu kabisa na Diamond kama ilivyokuwa hapo awali. Tulikuwa tunamuonaga Zuchu akiwa yuko close sana na Diamond Platinumz wakiwa wanaishi eh, pamoja pale Mbezi, lakini this time around Zuchu amerudi nyumbani eh, bwana anaishi na mama yake, Mama Hadija Kopa. Sasa, siku ya leo kitu ambacho kimemake headline kumhusu Zuchu ni hii video ambayo ameiposti katika kurasa wake wa Snapchat akiwa amebeba begi la Louis Vuitton. Eh, nikisema Louis Vuitton LV, au bwana, hilo ndo begi ambalo bibie Zuchu amelibeba. Sasa ile begi bwana, watu wamelifuatilia kama unavyoelewa eh, watu wamelifuatilia na katika kufuatilia Uh, ukiangalia alikuwa uh, actually alikuwa amependeza sana. Amevaa miwani meusi, amemechi na viatu vyeusi, akavaa uh, hii nguo yake hapa ni sijui ndio wanasema habaya au nini, lakini ni ya brown, umeona rangi fulani hivi imepoa ya kizungu, na mtandio wake nini, fresh. Lakini mkononi sasa ndipo alipokuja ku, kupasua uh, kibunda, ambapo hapo bwana, katika hilo begi ambalo amelibeba la Louis Vuitton. Watu wamesha google na kugundua kwamba gharama yake ni kiasi gani. Hili begi bwana linaitwa Louis Vuitton On The Go GM, au vipi bwana? Yako ya aina mbili hayo, kuna hilo lenye mkono mfupi na kuna lingine lina mkono mrefu linaitwa Louis Vuitton Neverfull PM Monogram, au vipi bwana? Sasa hii bei yake ni dola 2290 plus tax. Sawa, eh? Sasa hizo dola 2295 hii bwana ni sawa sawa na milioni 6,440,222. Kwa hiyo ni milioni 6 na 440. Hilo ndo begi ambalo bibi Zuhura amelivaa, thamani yake ndiyo hiyo. Kwa hiyo hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimemake headline, ni kwamba Zuchu amepiga stunt moja kali kabisa, kuflex kuhusiana na begi ambalo amebeba huko eh, katika ukurasa wa Snapchat. Kwa hiyo hapo anakuambia kwamba Mziki bwana unalipa. Huo mkoba aliobeba Zuchu ni takribani ya milioni sita za Kitanzania. Umeona bwana eh? Ngoja nikusome baadhi ya comment ambazo zimejitokeza. Kuna mtu anasema bwana mkubwa, mkoba wenyewe mkubwa kama wa Wolpa, ukienda kwenye sherehe za watu unabeba nyama na kila kitu, unafunga unaweka humo. Unasema bwana jamani, dada amependeza. Kuna mtu asema bwana dada king'ang'a, Eh, yuko vizuri, maana anashindana na Nandi kwenye swala zima la kununua vitu vya thamani. Kwa mtu anasema bwana dae nah, eh, bwana mkoba wa shilingi milioni sita alafu unabeba tishu na pedi tu, kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu anasema bwana, matumizi mabaya ya fedha haya, kwa mtu ameandika hivyo. So hili swali lazima ukiwa kama mdau na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho amekifanya bibie Zuhura. Eh, weka maoni yako katika comment section, toka tukisoma na ku-reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.